Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake mkoani Tanga wakati akitoa salamu za Eid El Fitri, mwenyekiti Rajabu amesema wananchi wanatakiwa kuendeleza mema ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kukwepa kushawishiwa na makundi mbalimbali, yakiwemo ya wanasiasa. Wale wote ambao waliojipanga kuivuruga amani ndani ya mkoa wetu wa Tanga, ima kwa siasa au kwa mambo mengine, niwaambie Tanga sio mahala pake. Ni wa, ni waombe wanasiasa wote wanaamua kuja kufanya siasa ndani ya mkoa wetu, ni demokrasia, nchi ya kidemokrasia, hakuna anayezuiliwa. Tusikubali waje watu waturubuni kwa maneno ya kisiasa, waje watu waturubuni kwa namna wanavyojua wao wenyewe, kwa waliowatuma kuvunja amani ndani ya mkoa wetu wa Tanga. Wale wote wenye viashiria vya kuvunja amani lazima tuwakemee kwa kinywa kipana sana. Pia ametangaza chama hicho kuanza mchakamchaka wa mambo ya kisiasa baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya kuanza kunadi sera na mikakati ya chama chao kwenda uchaguzi mkuu wa rais, madiwani na wabunge. Niwaambie wana sisi wenzangu, najua wamemisi siasa zetu za chama chetu. Tunakwenda kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunakwenda kumaliza sikukuu ya Eid El Fitri. Sasa tunakwenda kuwasha moto mpaka, mkuhu, wafumi, 20, ni wa chama chetu mpaka pale tunapokwenda kuingia uchaguzi mkuu mwezi wa kumi mwaka huu 2025 niwaombe wanasiasa wote wanaamua kuja kufanya siasa ndani ya mkoa wetu. Demokrasia, nchi ya kidemokrasia, hakuna anayezuiliwa, lakini wajue vile wakivuka tu pale Manga, kati ya mpaka wa mkoa wa Pwani na mkoa wa Tanga hapa, waingie kwa adabu zao tunahitaji amani ndani ya mkoa wa Tanga na wale sio vinginevyo. Kadhalika amewapongeza wafanyabiashara wa bidhaa za iftari mkoani Tanga kwa kuweka bei rafiki ya bidhaa hizo, ambapo imesaidia kupunguza malalamiko ya kutokupanda bei miaka takribani mitatu kiwemo mwaka huu. Tunaona kwamba wafanyabiashara wetu kwenye mkoa wa Tanga masokoni, kiukweli wamekuwa ni wastaarabu, wamekuwa wenye kumogopa Mwenyezi Mungu bei za bidhaa ukiangalia upatikanaji wake, kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, bei ni zile zile. Kwa hiyo tunawashukuru na tunawapongeza sana. Kutoka hapa mkoani Tanga, Rajabu Athumani, Mwananchi Digital.